Upepo huashiria changamoto, matatizo na shida mbalimbali. Bahari huashiria watu wengi. Katika changamoto za watu, wewe unaweza kupunguza changamoto gani? Mkulima hutatua changamoto ya chakula. Kama mfugaji hutatua changamoto ya nyama, ngozi, kwato na pembe, kupata malighafi za viwanda kama viatu, vishikizo, mabegi na mikanda. Mfanyabiashara husaidia kuleta bidhaa na kumhudumia mwananchi. Mwalimu husaidia watu kupata uelewa wa kusoma na kuandika ili waweze kusoma na kutunza taarifa za shughuli zao. Hao na wengine wengi bado hawajaweza kutatua mahitaji na changamoto za watu maana watu ni wengi na watatuzi ni wachache. Kwa mantiki hiyo, chagua hitaji moja, mawili au tatu na anza kuhudumia watu na wewe utapata pesa. Usiache kusubscribe, like na share ili kuwa wa kwanza kupata video mpya na tukutane kwenye comment section. Mimi ni Jackson Michael Kuhenda.